islamlmardhi katika uislamu mzuri wa mtu au kwa lugha nyingine, ni kwamba mwislamu ambaye ni mzuri mwislamu ambaye uislamu wake uko sawasawa, sawa, hauna madonda, kuna kitu anatakiwa akifanye Hicho kitu hicho akikifanya, basi uislamu wake ni mzuri mno sana, kwa mwislamu safi kabisa, kwa sharti ikiwa atafanyaje, atakifanya hicho kitu. Ni kitu gani? Kitu gani hicho? Eh, kitu gani? Ni vitu vingi yeah, ambavyo Mtume zaaa salama vitufundisha kwamba hivi ukivifanya vinaonyesha alama ya kuwa Uislamu wako ni qawili, ni wenye nguvu. Kama ukiisoma katika hadithi sahihi Bukhari, ipo hadithi nyingine, Mtume sallallahu llahu alaihi wasallama aliulizwa swali, ni upi Uislamu mzuri? Mtume akasema itamu taamu, ni kumlishisha, ni kumpa mtu chakula, na akasema nyingine, kuunganisha udugu Sijasahau lakini katika nukta alizozigusia ni kwamba uislamu mzuri ni mtu kulishiza chakula wenzake Waislamu, anakuwa na moyo huo na walishiza vyakula mbalimbali, ikrama lahu kwa ajili ya kuakirimu. Basi mtu huyu uislamu wake ni mzuri sana, lakini pia ambaye anaunganisha udugu, si mtu wa kujikatakata, si mtu wa kujikata Kuvunja udugu ni makosa katika Uislamu, ni madhambi katika Uislamu. Kumwambia ndugu yako mimi na wewe tusijuani, haifai, labda kama ni katika maslahi ya kidini, kwamba ni mtu ambaye ana shari, ni mtu wa shari. Kwa hiyo ukikaa naye karibu, ile shari yake itakuambukia wewe. Kwa hiyo ukaona ni bora kukaa naye mbali, ili kujepusha na nini na shari zake. Hii nafaa, lakini kama ni mtu mzuri, ni nini usimkatae katika udugu wako. Mambia labda mtoto ambaye umezaliwa naye tumbo moja, mimi na wewe basi usijuane, kila mtapite na mishe zake. Kauli kama hizi ni za kimakosa. Imekuja hadithi

Ndugu yangu ninamfanyia wema, lakini yeye hanifanyi wema, anifanyia uadui. Eh, najitahidi kumsogeza karibu, tupendane, yeye ananikataa. Eh, unisikia, ninampa mahaba, ninampa upendo, muonyesha ule ule, yale mapenzi ya kiudugu, lakini yeye nanikataa inamfanyia ukarimu yeye ananilipa uadui. Inaenda nyumbani kwake kumtembelea, lakini yeye haji kunitembelea, anajikausha kwa ah. Mtume, naomba uniambie hapa nifanye nini kwa mimi ndugu yangu? Akasema, Ka in kunta kama kulta fakaannama tasifuhumlmalla. Ikiwa hayo unayoyasema ni ya sema, kweli kwa huyo ndugu yako, unamwonyesha mapenzi, unamwonyesha dini, unamnasihi na nini, yeye anakuchukia, kakaannama tasifuhulbulda, ikana kwamba wewe wamchemshia mchanga wa moto mkuu, kama kala sallallahu alaihi wasallam kwamba huyo anajichemshia mchanga wa moto utakaokuja kumuunguza. Kwa nini? Ndugu yake anamfuatafuata, anampenda, anamjali, anaenda kumtembelea na kusalimia, alafu yeye haendi kumtembelea. Maana yake ni kwamba anataka kukata udugu huyu, kila mmoja bakie na mishi zake. Huyu ndugu wa hivi, huyu atakuja kuunguzwa na mchanga wa moto yaumal qiyama, siku ya kiyama. Kwa nini unakata udugu wenzako? Akikutembelea nawe nenda kamtembelee. Hii inaleta mapenzi. Hata waswahili walisema, mguu unafatwa na mwingine, mguu unafatwa na mwingine, kwamba mwenzako akitoka na, kitoka, na we panga siku wendo, kafanyaje, kamwone. So watu wanakuja kutembelea wewe tu kila siku, hii si sawa. Kusha siku watakatisha mguu kwako, kwa, utaanza kuona wao wananichukia na nini, kumbe mwenye hutembelei ndugua. Kwa hiyo ni jambo ambalo linakatazwa. Ndugu zako wanakupenda, wanakufanyia wema, wanakusogeza labda katika dini

siku matatu so wiki au mwezi matatu, wamegayana, hawasemeshani, hawatoleani salamu. Fauka thalath, siku matatu yaltakiani, wakikutana barabarani. Yuridu yu hadha, fayuridu hadha. Huyu anampuuza huyu, na huyu anampuuza huyu, hakuna anayeanza kusalimia eh, yeah? Yani nakutana alafu kila mmoja na vimba msalimii yeah? Nawee asalimii, nachukiana Mtume akasema wa khairuhuma alladhi yabdau bissalam. Lakini katika hawa watu wawili ambao hawasalimiani, wamegayana, mbora wao ni yule anayeanza kumsalimia mwenzake. Huyu ndo mtu mbora. Huyu anayeendelea kununanuna, anajitia ubabe, huyo achana naye, mjinga huyu. Mbora ni yule ambaye anaanza kumsalimia mwenzake. Huyu ndo mbora, anajielewa, itambua kahapana, kwani tunaishi maisha ya hiyo rejee katika udugu wetu, kurejee katika mapenzi yetu, alafu Allah atakuridhia. Naam, tulikuwa tunagusia hapo kipande hicho, sawa. kwa hiyo, min husni lislami lmardi tarkuhu, katika uislamu mzuri wa mtu, yaani uislamu mzuri ni yule ambaye tarkuhu ma la yaanihi, ni yule ambaye anaacha mambo yasiyo muhusu, vitu visivyo kuhusu, kaanavyo mbali viache vione, kwa macho vitizame, au kama na visikilize visikilizi, lakini usi, usivitilie maanani na wala usivifatilie. Ukiwa una tabia ya kukuuzia mambo yasiyo kuhusu na kuyaacha, wewe utambua kwamba uislamu wako ni mzuri. Usiwe mbea mbea, usiwe unafukunywa fukunywa mambo yasiyokuhusu sawa. Ni kosa. Uislamu wako una shida. Uislamu wako sio mzuri kufuatilia mambo yasiyo kuhusu. Kuta watu kosaa wanazungumza, labda wamepishana kauli kidogo, we unaona dukilia pale, yeah. au unakuta watu wana mambo yao na we unaingilia yasiyo kuhusu. Hii si sawa katika Uislamu, sawa. Au mtu labda ana shida katika familia yake anapambana kuinyoosha, labda unakuta baba kuta watoto zake wameoza, yani wamepinda, mabinti wale vijana wake labda wamepinda e, wewe ukaanza kumshuti na kumsema kwamba ameshindwa kulea familia, mzee wa hovyo kabisa huyu na nini, unamtangaza katika vijiwe na nini? Ah, hii si sawa, si sawa, kwa sababu umeshaingilia kwanza mambo yasio kuhusu. Alafu pili, kama unataka kumnasihi mwite yeye mwenyewe, yeye mwenyewe kwamba mzee mwenzangu, mtoto wako wameoza wamepinda, mtoto wako vijana mabinti wala hawajakaa katika mstari, warejeshe. Ukiwa naye si unamzungumza huko pembeni, ni kosa. Mwambie yeye mwenyewe kama kweli unataka kumnasihi, na kama hautaki kumnasihi, basi ni bora watu. Kwenye kufuatilia mambo ambayo hayakuhusu ni kosa, na hii si katika Uislamu mzuri. Sawa. Eiwa wewe vione kama vilivyo, achana navyo, fanye vile ambavyo vinakuhusu. Huu ndio Uislamu na ndio adabu alizotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasalama wa na si kila kitu wakivamia na kukiingilia. Osaa dhani hapo tutakuwa tumepata faida kutoka katika maneno mazuri haya.

wewe ipe nyongo dunia, Allah atafanyaje? Allah atakupenda. Wazhadi fima inda nnas, yuhibbuka nnas. Na uyape nyongo usiaingilie mambo ya watu, watu watafanyaje? Watakupenda. Kwa hiyo ndio hivyo, inaungana na hadithi hii kwamba mtume saaa salama anatufundisha kwamba ili tuweze kupendana na wenzetu tusiwe tunafuatilia fuatilia mambo yao, tuna fuatilia mtu katika familia yake anaishije, unamfukunywa Sema wala tajassasu, sifatiliane. Unamfukunyua unamshimba, yeah, na nini, hii inakuwa ni makosa ah, Na kama labda una makosa umeyaona kwake mihalafa katika dini hii, nazungumzia mikhalafa katika dini yeah, na unataka kumnasihi, mlango wa nasaha uko wazi, na kwenda kumnasihi mtu si kwamba eti unakuwa unamfuatilia mambo yake. A, kumnasihi mtu ni bora Haikatazwi katika sheria na ni jambo muhimu sana. Umeona mwenzako amepinga, umeona mwenzako anapotea katika njia, unamwambia unamnasihi, na nini na kumuelekeza katika njia za Allah, basi huyo haujamfuatilia mambo yake. Ama yule ambaye anakusudia kumfuatilia mambo yake, na ambaye huendi katika lengo la nasaha, wewe una lengo la kumfuku nyua ili ujue, pengine umtangaze madhaifu yake na mapungufu yake mbele za watu, hii imekaa kimakosa.